Tunasema kwamba waganga wa mitandaoni ni matapeli, huwa ni waongo, huwa ni wazushi tu. Basi sisi tunasema baki na imani yako na sisi tunabaki na imani yetu. Hapa unaponiona, tumeandaa josho la mtu ambayo mtu huyo ametoka Mombasa, Nairobi, Kenya mpaka kufika katika mkoa wa Tanga, wilaya ya Mkinga, kata ya Doda, kijiji cha Bamba Marongo, ndiko inapopatikana Dr. Chifu Mzirani. Mimi kwa majina naitwa Daktari Chifu Mzirani natibia magonjwa magonjwa ya aina mbalimbali katika ofisi hii mnayoiona, ofisi hii mnavyoiona, kazi hii nimeanza tangu elfu mbili na saba ikiwa ni umri mdogo mpaka leo kufikia hivi elfu mbili na ishirini na tano nina uzoefu na hii kazi yenye si chini ya miaka ishirini mpaka sasa. Kwa hiyo napenda kuambia ndugu zangu wa Tanzania Siyo kila mganga mnemuona mitandaoni mitapeli, huwa kuna wengine ni matapeli na kuna wengine huwa wanafanya vitu ambavyo wamerisishwa na mababu, ambavyo tumerisishwa na mababu tangu enzi na enzi mpaka leo kufikia hapa, huwa tunafanya hizi kazi. Umeona hii ndonga ndonga? Hii ina miaka, mimi siipati wala baba alionizaa mimi siipati aliozaa mimi hawezi kuipata hii ndonga. Kwa ni wamerisi na wamerisi na mimi ni karisi. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, hizi kazi zipo, na kazi huwa sio kununua, kazi ni kuhisi, na sisi tumerisi kwa mababu na mababu, na kila anayokuja kwa Chifu Mzirani, biiznillah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, namwombea dua na namwombea Mungu na Mungu anatupa majibu. Mwenyezi Mungu ndiye anasema katika Qurani zake tukufu kwamba niombeni nitawajibu. Na sisi huwa tunamwomba Allah subhanahu wataala, na yeye tunamsukumia shida zetu, na yeye tunamtakia kila ambayo haja zetu tunazotaka tufanikiwe, na yeye ndiye tunayemwomba, na yeye ndiye anatujibu. Uwezi ukaja kwa Dokta Chifu Mzirani nkakuambia lazima utapona. Mimi amri hiyo wana nguvu huyo sina. Mwenye mamlaka hayo na nguvu hizo ni Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Mimi kwangu, nitakuja nitakuombea Mungu, nitakuombea dua, tunamwachia Allah subhanahu wataala. Yeye ndiye atakae idhinisha kwamba hichi kilichoombwa na Dr. Chief Mzirani ni cha halali au sio, sio sahihi. Yeye ndiye atakaye hukumu. Mimi sitoi utajiri, la hasha, sio kama waganga wengine wanakuambia kutaka utajiri fulani, fulani. Mimi sitoi utajiri, anaye utoa utajiri ni Allah subhanahu wa taala. Njoo katika kwa chifu mzirani kwa matatizo afuatayo, njoo kwa chifu mzirani. Unasumbuliwa na nyota, unasumbuliwa na kazi, unasumbuliwa na mwanamke, unasumbuliwa na mumeo, unasumbuliwa na majini, unasumbuliwa na mashaitani, unasumbuliwa na kila balaa ambalo linasababishwa na mashaitani na binadamu wasiokuwa na huruma nitakuombea Mungu na Mwenyezi Mungu atatujibu inshallah, kama anavyotujibu kwenye dua nyingine. Lakini sitokuambia ukija kwangu kwa chifu Mzirani nitakupa utajiri. Chifu Mzirani hatoi utajiri bali Chifu mzirani anatoa yale ambayo binadamu wamehusudiwa na majini, wamehusudiwa na mila zao, wamehusudiwa na matatizo ya aina mbalimbali. Chifu mzirani atakuombea dua na atakuombea Mungu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atabaki yeye kupokea hizo dua na atabaki yeye kuzinasibisha hizo dua, mpaka wewe dua lako na nia yako thabiti ikawa ni sahihi. Nipo na kijana wangu navomuona hapo anaandaa kombe ili hapo, anapoandaa ni kombe hilo, sogea, yeah. ambalo kombe hilo kama mnavyoliona linaandaliwa ni kwa ajili ya mgonjwa ambaye anasumbuliwa na matatizo ya nuksi, anasumbuliwa na matatizo ya kishaitani, anasumbuliwa na mikosi. Kombe hilo mnavyoiona ni dua ambayo dua hiyo alinaandikwa, alafu atakunywa mgonjwa kwa kujipaka ndani ya siku kumi na nne. Inna kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu hatafanikisha hapa. Mnavyoona tushaandaa jesho letu kama mnavyoliona, tushaandaa dawa zetu kama mnavyoziona kwa ajili ya kwenda kuoga mgonjwa kwa ajili ya kumwombea Mungu mgonjwa, na mgonjwa huyu kwa matatizo aliyokuwa nayo ya nuksi na mikosi na miti hii ambayo tumeichanganya katika maji haya, na idhni la na kwenda kumsomea visomo vya kwenda kufungua mikosi, tukamsomea visomo vya kuweza kuvunja nuksi, tukamsomea visomo vya kwenda kuvunja matatizo aliyokuwa katika mwili wake. Ni idhni la matatizo yake yataondoka, na idhni la, matatizo yake yataisha kwa baraka za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa